Huu mgogoro unapoendelea, tunaangalia nani mwenye kuuanzisha. Ijumaa um, taifa la Israeli liliweza kushambulia Iran na ilivyo kama ilivyo wada, hakuna nchi ambayo inaweza kushambuliwa na ikasubiri tu, basi itaweza kujibu. Na wanapojibu waisraeli pia wanajibu, na mgogoro huu unaendelea. Basi haya ni mambo ambayo yanaweza kuzungumzwa bila ya watu kutupiana mabomu ambayo yatamaliza wananchi. Marekani haina uwezo kwa sasa wa kuweza kusuluhisha migogoro popote, manake mm, tumeona kwamba wakati mwingi uh, pakiwa na mgogoro mahali Uh, Marekani tayari inachukua msimamo basi ukishachukua msimamo, inakuwa vigumu kupatanisha pande mbili. Ni Rais Donald Trump anasema kwamba anatumai Israeli na Iran watakubaliana wenyewe, lakini ameendelea kusema kwamba nchi yake itaendelea kuiunga mkono Israeli. Hii kauli ya Trump inamaanisha nini? Uh, hii kauli inaashiria kwamba pia Trump mwenyewe anaelewa jinsi ambavyo amekuwa akiongoza taifa la Marekani, na ukiangalia hata shida za ndani kwa ndani zilizoko kwa sasa, maandamano yanayoendelea kufukuza wahamiaji, vitu kama hivyo, na pia yale mazungumzo ambayo yamemshinda uh, kati ya Russia na Urusi Uh, uh, Urusi na Ukraini inaonyesha kwamba mareka, Marekani anapoteza ile um, ule uzito wa kuweza kuingilia katika maswala ya nchi zingine na kuweza kusaidia kutatua. Maanake yeye kwake tayari ana matatizo mengi, na pia jinsi alivyoweza uh, kufanya shughuli katika macho ya jamii ya kimataifa inaonyesha kwamba hana uwazi katika matendo yake na pia yeye huchukua nafasi atakayoisimamia. Nini ambacho unakiona kitatokea katika siku chache zinazokuja? Um, naona mgogoro huu huenda ukazidi. Maanake ukiangalia maafa yaliyoshuhudiwa kule Iran, a, hawajawapoteza watu wa kawaida, wamepoteza makamanda wa jeshi, wamewapoteza wanasayansi katika vile vituo vya nyuklia, na wamepoteza uh, E, ofisi ambazo ni za umuhimu kwao ama, ama majumba ambayo ni ya umuhimu kwao basi, kwa sasa hivi Iran, na iwapo umekuwa ukifuatilia semi zao na semi za jeshi la Iran katika mitandao yao ya kijamii ni kama wamefika pale mahali ambapo wanasema liwe liwalo, na ikifika hapo, basi inakuwa vigumu, maanake vita hivyo huenda vikamwagika kwa mataifa mengine, ama tutazamie kwamba katika siku zijazo tunaweza kupata watu waki mataifa mengine yakijiunga na vita hivi, labda taifa lingine likasema mimi niko upande wa Iran, lingine linasema niko upande wa wa Israeli, na basi inaweza kutatiza hali ya siasa ulimwengu mzima. Mm -hmm.